Naitwa Gothard Samiri Liampawe, mimeneja mamlaka ya udhibiti wa mbolea kwa kanda ya kaskazini. Kanda ya kaskazini inahudumia mikoa minne, mkoa Kilimanjaro, Manyara, Arusha na Tanga. Kila tarehe 13 ya mwezi wa kumi ya kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya mbolea duniani ambayo hufanyika uh, katika tarehe hizo, na leo hii tuko hapa mkoani Kilimanjaro, wilaya ya Moshi, kata ya Mabogini, tumeamua kuisherekea hii siku ya mbolea duniani kipekee kwa kushirikiana na wakulima wetu hapa mashambani. Kwa hiyo leo hii tuko hapa Milani Moshi kata ya ma, kata ya Mabogini kijiji cha Chekereni ambacho tumekutana, tumepata fursa ya kukutana kusherekea siku hii ya mbolea duniani hapa kijijini, na siku hii ya mbolea duniani imekuwa ni ya kipekee kwa sababu imeenda sambamba na kampeni yetu ya Mali Shambani, Silaha Mbolea, na kampeni ya Mali Shambani, Silaha Mbolea inahamasisha wakulima kupima afya ya udongo, lakini pia na kufuata kanuni bora zingine za kilimo na tunapoongea kupima afya ya udongo, maana yake tunaongelea matumizi sahihi ya mbolea. Kwa hiyo kupitia uh, sherehe hii ya siku ya mbolea duniani, kupitia kampeni yetu ya mali shambani silaha ya mbolea, tumeweza kutoa mada mbalimbali. Tumetoa mada za mbolea, virutubishi vya mbolea, uh, lakini umuhimu visaidizi na umuhimu wake, lakini pia tumefundishi tume, uh, tumejadiliana namna bora ya zao la mpunga kuweza kutumia mbolea za kupandia za kukuzia na za kubebeshea. Lakini uh, sherehe hii pia imeshirikisha ngazi uh, ya serikali kwa maana ya serikali ngazi ya mkoa, lakini pia ngazi uh, ya wilaya, mabwana shamba wa kata, lakini pia tumehusisha uh, wakulima wenyewe, viongozi wa vijiji, lakini pia na sekta binafsi, makampuni ya mbegu, makampuni ya mbolea, wote tumeshirikiana kuadhimisha siku hii muhimu ya mbolea duniani sambamba na, na, na kampeni yetu ya Mali Shambani, Silaha Mbolea. Asa. Na meneja tunapozungumza, mwitikio wa wananchi kutumia mbolea kwa kanda hii hasa katika wilaya ya Moshi umekuwa ni mkubwa kiasi gani? na wakati huo ambao uh, tunaendelea kulima upatikanaji wa mbolea ya ruzuku ukoje? Uh, niseme tu kwamba kwa nini tumeamua kuadhimisha uh, siku hii katika uh, kijiji cha shere Uh, mkoa wa Kilimanjaro ni moja ya mkoa ambao una skimu nyingi sana za umwagiliaji ambapo hapa Mabogini uh, hii skimu iliyoko hapa tunaita Kilimanjaro ya chini imehusisha vijiji vya uh, kata ya Mabogini, lakini pia na la. Kwa hiyo kuna hekta, hii skimu ina hekta zaidi ya elfu mbili ambazo zina, wanafanya shughuli zao za kilimo cha zao la mpunga kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo tumeamua kufanya hapa uh, sherehe hizi hapa kwa sababu Uh, ni wakati ambao huku kilimo kinaendeshwa msimu wowote, maana yake, na sisi kama TFRA uh, tunahakikisha kwamba ile silaha yetu ya mbolea ambayo ni mbolea yenyewe inapatikana muda wowote, na niseme tu kwa ujumla uh, zoezi la uh, usambazaji wa mbolea kwa wakulima limekuwa endelevu hata katika msimu wa kilimo wa 2025 2026 na ndio maana sisi kama mamlaka ambao tumekasimiwa jukumu la kusimamia Uh, mpango huu tunahakikisha kwamba mbolea inapatikana muda wowote kipindi cha msimu na kipindi ambacho sio cha msimu. Kwa hiyo tumeadhimisha siku, uh, siku hii ya mbolea duniani sambamba na kampeni yetu ya Mali Shambani Silaha Mbolea tunapoenda kuanza msimu mpya wa kilimo, ambapo sasa huo uh, msimu, maana yake sasa hivi watu wanatoa mpunga na wanaweka zao tena la mpunga shambani, kwa hiyo A, niseme tu kwamba kampeni hii imekuja sehemu sahihi na hii niseme tu ni endelevu. Zoezi ni endelevu. Tutaenda mkoa wa Manyara wilaya ya Kiteto siku za hivi usoni, lakini pia tutaendelea na kwenye wilaya zingine zote za mkoa huu wa Kilimanjaro. Asante. Kuna tathmini yoyote iliyofanywa kuhusu athari za matumizi ya sio sahihi ya mbolea nchini? Tathmini imefanywa, na ndio maana katika kampeni ya Mali Shambani Silaha mbolea tu sisi kama TFRA tulifanya tathmini tukagundua kwamba wakulima wengi wanafanya kilimo cha mazoea na kilimo cha mazoea, ikiwa pamoja na kutumia mbolea kwa mazoea, na ndio maana tumekuja na kampeni hii ya Mali Shambani Silaha Mbolea kuhamasisha wakulima waanze kupima afya ya udongo, na ukipima afya ya udongo, maana yake itamwezesha mkulima kujua hali ya virutubishi vilivyokuwepo kwa muda huo katika shamba lake ambayo sasa itampelekea yeye uh, kuamua aina gani ya kirutubishi akipate kwenye mbolea fulani. Kwa hiyo ndo tathmini fupi ambayo tulioifanya na ndo maana kampeni hii, chimbuko la kampeni hii ya mali shambani silaha mbolea ilikuja baada ya kujiridhisha maeneo mengi, wakulima wengi hawana utaratibu wa kupima afya ya udongo. Kwa hiyo kampeni hii ni mwarobaini wa changamoto ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kutumia mbolea, kwa maana ukishajua na, na, na faida za kupima afya ya udongo, ina faida nyingi. Faida yake ya kwanza kwanza inampunguzia mkulima gharama kama alipaswa sehemu anatumia mifuko miwili akishajua afya ya udongo inaweza uh, taarifa ikampa atumie labda mfuko mmoja, lakini pia uh, inahifadhi mazingira kwa sababu unatumia uh, mbolea sahihi kwa wakati sahihi kwa kiwango sahihi na kwenye zao sahihi. Tafsiri yake ni tafsiri yake mbolea itatumika tu kwenye zao lile lengwa liliokusudiwa na wala sio vinginevyo. Kwa kufanya hivyo atakuwa amehifadhi uh, pia mazingira kwa sababu hatatumia ile iliyozidi, lakini pia Uh, ukipima afya ya udongo ina faida yake kwa mkulima, itamwezesha, uh, itamwezesha kupata mazao yenye ubora, kwa sababu umetumia mbolea sahihi uh, kwa kiwango sahihi kwa wakati sahihi, maana yake utapata zao lililokuwa bora, lakini pia sambamba na hiyo itampunguzia gharama za uzalishaji kwa ujumla wake, kwa sababu watakuwa wamenunua mbolea kwa, kwa kiwango kinachotakiwa. Kwa hiyo haitamfanya uh, aingia hasara kwa kununua mifuko zaidi mbolea zaidi au kwa kiasi cha chini zaidi. Asante. Na kumekuwa na mwitikio mkubwa wa wananchi katika siku hii ya mbolea, na wameshiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kipi ambacho mmekibaini kwamba huenda ni changamoto kwao katika swala zima la mbolea, na mmetoka sasa na mtizamo na maazimio gani? Ya changamoto kubwa ambayo tumeigundua baada ya kampeni hii leo kuifanya hapa katika kijiji cha Chekereni wilayani Moshi tumegundua wakulima wengi bado wanafanya kilimo cha mazoea, na ndio maana kama nilivyosema awali kampeni hii ya Mali Shambani Silaha Mbolea ndio itakuwa mwarobaini ya wao kuweza kuwakomboa kutoka kwenye kilimo cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha kisayansi ambacho kinahusisha matumizi sahihi ya mbolea kwa hiyo tathmini hiyo ni fupi tu ambayo tumeifanya leo na tumegundua hivyo, na ndio maana imetupa sisi mwelekeo wa kampeni hii kuwa mwendelevu. Hata leo tunapoitimiza hii siku ya mbolea duniani, kampeni hii itapita kwenye uh, wilaya zote za kanda ya Kaskazini. Asante. Lakini kama unaomba kitu tofauti na inavyotakiwa kiombwe, unaweza ukalaumu ukasema, kwa mbona kila nikiomba kitu kwa matumizi ya mbolea. Ndio maana TFRA wamejipanga na kuacha mambo yao yote ili waje waweze kutoa elimu hii ya utumiaji wa mbolea kwa ufasaha. <coughs> Kupima udongo ni hatua moja na ni hatua muhimu. Inasaidia kujua aina ya kiwango cha virutubisho vinavyohitajika kwa kila zao. Hii ndio njia pekee kuhakikisha mbolea inatumika kwa ufanisi na kwa manufaa makubwa. Aidha, Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuthamini mchango wa mbolea katika kukuza kilimo na uchumi wa taifa. Kupitia sera madhubuti, serikali imeendelea kutoa ruzuku ya mbolea ili kuhakikisha bei inabaki kuwa nafuu na mbolea inapatikana kwa wakati. Ruzuku hii inatolewa kupitia mfumo wa pembejeo za ruzuku, hivyo nawahimiza wakulima wote kujisajili katika mfumo huu ili kunufaika na bei nafuu na kupata mbolea kwa wakati. Kwa lugha nyepesi, tunasema serikali inatupa silaha mbolea kwa gharama nafuu. Ni jukumu letu kuitumia kwa maarifa na kwa uangalifu ili kutengeneza mali shambani, kile ambacho nimekiongea kwamba tunatumia bila kupata elimu ya utumiaji wa mbolea na baadaye ikabaki lawama. Kampuni hii ya mali shambani silaha mbolea, kampeni hii ya mali shambani silaha mbolea imekuwa ikiendeshwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya wizara ya kilimo kupitia TFRA na sekta binafsi kupitia vyombo vya habari na mikutano ya uelimishaji mashinani. Huu ni mfano mzuri wa ushirikiano wa maendeleo unaolenga kumwinua mkulima wa kawaida kuwa mkulima wa kibiashara. Kama tunavyosema, mashirikiano ya TFRA na vyombo vya habari, wakati wa utambulishi hapa wametambulisha waandishi wa habari na nadhani mnawaona, wako mbele yetu. Hiyo yote ni kwamba kwa mkulima ambaye hata hapa ambaye hayupo basi akipitia vyombo vya habari au tukimlifaa kuenda kwenye vyombo vya habari atakuwa anaona kila kinachoendelea hapo, na tutafikia wakulima wote. Natoa wito kwa wakulima wote nchini, tufanye kilimo kisayansi kwa kupima udongo kabla kutumia mbolea. Tuitumie mbolea kwa uelewa, nidhamu na kwa wakati sahihi. Tujisajili katika mfumo wa ruzuku ili tuwe sehemu ya mageuzi ya kilimo. Tukumbuke methali isemayo, mkulima mwerevu hupima kabla ya kupanda. Tukitumia maarifa tutalima kwa tija. Tukilima kwa tija tutajenga uchumi wa mkulima na taifa kiujumla. Ndugu wakulima na Watanzania wenzangu, ili kunufaika na mali shambani ni lazima tuitumie kwa, isa, kwa usahihi silaha mbolea. Tuitumie kwa maarifa, uangalifu na kwa wakati, ili tuone matokeo katika mavuno, tuinue kipato cha kaya na kuchochea maendeleo endelevu ya sekta ya kilimo nchini. Nawatakia kila la heri katika mafunzo na majadiliano yatakaoratibiwa na Wizara ya Kilimo kupitia TFRA kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali wa sekta binafsi katika kampeni hii ya mali shambani no. Kwa machache hayo, naomba nitamke kwamba kampeni hii imefunguliwa na mnaweza mkaendelea. Wakulima hoye! TFRA hoye! sekta binafsi hoye! serikali hoye! Nashukuru sana yeah. yeah. kwa majina naitwa ndugu dugu, Godfrey Maro, mshauri wa wa kilimo mkoa mkoa wa Kilimanjaro Kilimanjaro. Kutoka ofisi ya mkoa mkoa wa Kilimanjaro. Uh, leo maadhimisho ya siku ya mbolea duniani yamefanyika katika mkoa wa Kilimanjaro, uh, kata ya Mabogini. Uh, kwanza tufahamu mwitikio wa wananchi kutumia mbolea ukoje katika mkoa wako wakati huu ambao maadhimisho yanafanyika. Ndio, katika mkoa wa Kilimanjaro mwitikio wa wakulima kutumia mbolea ni mkubwa na wakulima wengi wanatumia sana mbolea. Kwa hiyo sisi kama mkoa wa Kilimanjaro hawa wakulima wetu hawako nyuma sana katika matumizi ya mbolea. Uh -huh. Uh -huh. Na maadhimisho haya kufanyika katika mkoa wako unaweza kuzungumziaje? Eh, maadhimisho haya ya siku ya mbolea duniani ambayo yamefanyika katika kata ya Mabogini kijiji cha Chekereni ni mazuri, kwani nafikiri katika maonyesho haya wakulima wameweza kupatiwa elimu, kwani makampuni mbalimbali mbali ya mbolea, makampuni ya mbegu, makampuni ya viwatilifu wameweza kujitokeza na kuwapatia pia wakulima waliojitokeza katika maadhimisho hayo elimu mbalimbali mbali ya matumizi ya mbolea, matumizi ya mbegu na matumizi ya viwatilifu, na tunaelekea kuanza msimu mpya wa kilimo msimu mwingine. Uh, upatikanaji uhakika wa upatikanaji wa mbolea ukoje kwa sasa? E, katika mkoa wetu wa Kilimanjaro upatikanaji wa mbolea ni mzuri, kwani kuna makampuni zaidi ya matano yanasuplai mbolea katika mkoa wetu, na vilevile kuna mawakala wengi zaidi ya mia moja na zaidi wanafanya kazi ya kusuplai mbolea na pembejeo mbalimbali kwa wakulima ambao wanapatikana katika kata zetu zote na vijiji. Na una wito gani kwa wakulima kuendelea kutumia mbolea kwa manufaa bora ya kilimo? Wito wangu kwa wakulima, ninapenda kuhamasisha wakulima hasa wajitokeze sana, ili waweze kusajiliwa katika mfumo wa utoaji wa mbolea, mfumo wa ruzuku wa utoleaji wa mbolea, mbolea, ili wote waweze kupata mbolea kwa bei ya ruzuku na vilevile vile, natoa rai pia kwa wakulima wafahamu kila halmashauri walipata vitendea vi, vi kazi kwa ajili ya kupima udongo. Kwa hiyo wajitokeze kupeleka sampuli sampu zao za udongo katika makao makuu ya halmashauri hizi, ili waweze kupimiwa udongo na kupata majibu, ili ambapo inaweza kuwasaidia kujua ni aina gani ya mbolea ambayo inatakiwa katika mashamba yao, na hili la kupima udongo wakulima wa Chekereni, wameonyesha kwamba bado hawajafikiwa. Kama mkoa kuna mpango na mkakati gani wa kuhakikisha kwamba kila mkulima anafikiwa na huduma hiyo? Yeah, nafikiri sasa tutahamasisha halmashauri zetu za wilaya kupitia maafisa ugani ambao wako katika kila kata katika kila kijiji, wahamasishe wakulima wote waweze kuchukua sampuli kwenye mashamba yao na maafisa ugani waweze kuzipeleka sampuli hizo katika makao makuu ya halmashauri ili sampuli hizo ziweze kupimwa na baadaye waweze kupata mrejesho wa matokeo ya udongo katika mashamba yao. Zoezi hili la uandikishaji kwa ajili ya mbolea za ruzuku limeshaanza limeanza li, muda mrefu. ni swali, ni, ni, ni, ni kitu ambacho ni endelevu, kwamba tulianza toka muda mrefu, toka ruzuku ilipoanza, na kila mwaka tunaendelea kusajili wale ambao bado hawajasajiliwa, tunaendelea kuwasajili na maafisa ugani wetu wote katika kila kijiji, kila kata wana vishkwambi ambavyo wanavitumia pia kuwasajili wakulima moja kwa moja kwenye maeneo yao. Asante. Kwa majina yangu naitwa Happiness Rapson Mchome, nimetokea kata ya Mabogini, kijiji cha Chekereni. Kwa ujumla mimi ni mkulima wa mradi wa Loa Moshi, huwa tunalima <clears throat> tunalima kwa kutumia mbolea na mbolea ni fizi ambazo wakufunzi wanatufundisha sisi kama wakulima. Wakitufundisha kama wakulima, wakituelemisha vizuri, tunazitumia na tunapata manufaa makubwa sana, maana tunapo kipindi cha mwanzoni ndio watu tulikuwa tunalima hatutumii mbolea kwa wakati tunapata mazao kidogo. Lakini kwa sasa hivi, kadri elimu ilivyokuja kwa kasi, kwa kweli tunanufaika, tunapata mazao bora tunapotumia mbolea awamu ya kwanza mpaka awamu ya mwisho. Tunapata mpunga ambao una uzito hata ukipeleka mashine, ukienda kukoboa mchele wake unauzika kwa urahisi zaidi. Karibu Majina yangu naitwa Danieli Ralfu Kimati, natokea skimu ya Mawala, kijiji cha Oria. Nimefarijika leo nimehudhuria mafunzo au warsha hii inayohusisha masuala ya matumizi bora ya mbolea, ikiongozwa na maafisa wa TFRA. Kimsingi mimi binafsi nimepata elimu ya matumizi bora ya mbolea hasa kwenye kuanza na mbolea za kupandia kukuzia na kuzalishia. E, kwa elimu hii niliyoipata, na mimi pia nitaendelea kuitoa kwa wenzangu hasa kwa wakulima wa skimu ya mawala ambao pia na mimi ni mjumbe wa, wa bodi ya skimu ya mawala, na pia ninaishauri serikali elimu hii na kauli mbiu hii ya mali shambani, silaha ni mbolea, silaha ni mbolea, mali shambani, ni kauli nzuri ambayo kama wakulima wataendelea kupata elimu ya kuweza kutumia mbolea kwa wakati na kwa kiasi kulingana na inavyohitajika, basi naamini mazao yataendelea kuzalishwa kwa wingi na kipato cha mkulima kitaongezeka na una ujumbe gani kwa wakulima? Kuzingatia elimu hizi zinazotolewa na wataalamu pamoja na ushauri unaotolewa wakati wanalima. E, nacho washauri wakulima wazingatie sana ushauri wa wataalamu wa masuala ya kilimo, kwani sisi wakulima wakulima wengi wanapenda kwamba waone matokeo mapema. Eh, sasa na kwenye utaratibu wa kilimo matokeo yanakuja kuonekana kipindi cha mavuno.